Sasa tukasema leo tutawatafuta wataalamu kutoka wizara ya afya, na tukawa tumebahatika hmm, uh, kuweza kumpata mkurugenzi msaidizi sababu ana magonjwa yasiyoambukiza pamoja hmm, na afya ya akili kutoka wizara ya afya uh, ndugu yetu daktari anaitwa Omari Saidi Ubuguyu, na pia baadaye kama mawasiliano yatakuwa yako sawa, tutakwenda kuungana na Dkt Idi kutoka wilaya Ilemela. Uh, jijini Mwanza kuweza kujua tu haya yote ambayo tunataka kuyazungumza kwa asubuhi hii ya leo. Lakini kwa kuanza, mm, uh, tuanze kumsalimia, uh, Dr. Omar Saidi Ubuguyu. Habari ya asubuhi? Salama salama. Uh, unasikika moja kwa moja hii leo kupitia asubuhi njema ya Radio Kwizera FM. Habari ya Dodoma ama Dar es Salaam? Dodoma. Sawa. Na kubwa zaidi leo hii sisi tumesema tunataka kuangazia nini hasa ambacho kinakuwaga chanzo Uh, cha watu kutumia dawa za kulevya. Najua kwenye dawa za kulevya hapa, uh, kuna mambo mengi, ama ni uwanja mpana mm. Uh, uh, isisi japo kwa ufupi tu tunataka kuanzia hapo. Karibu. Asante. Uh, changamoto ya matumizi ya dawa za kulevya sio ngeni, kwanza matumizi ya dawa za kulevya kwa muda mrefu, na dawa ya kulevya inayotumika kwa kum, muda mrefu na kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko yote ni pombe tunapoita dawa za kulevya nayo inaingia kwa sababu, katika makundi na yenyewe ipo. Sasa zipo dawa ambazo sasa zinaitwa dawa haramu, kwa maana ya kwamba hizi sasa haziruhusiwi matumizi yake kwa namna ingine yoyote. Sasa hizo mara nyingi tu wakisikia dawa za kulevya huwa wanaamia katika zile, lakini mtu anafikaje kule? Huwa tu, tunaanza na hizi dawa za kulevya ambazo zimehalalishwa kwamba zenyewe zi hazina madhara makubwa sana kiafya na kijamii zinakubalika. Ya kwanza kabisa imezungumza popombe, ya pili tumbaku, hata chai kwa sababu ina kemikali inaitwa kafein, nayo ni changamshi, ingawa kwa mara nyingi chai ya kawaida nyumbani naotumika nyumbani. Haya, yes, uh, kidogo naona ulipotea hapo, nadhani ni upande oh. wa uh, unatupata kwa sasa? Napata hey, vizuri, saa ulikuwa unatoa ufafanuzi kidogo kwa ume, umetoweka hapo nataka na, nielezee katika matumizi ya dawa za kulevya hasa bangi, tunazungumzia tumbaku, tunazungumzia pombe na tunazungumzia kokeini na dawa zingine. Uh, vyanzo vyake vikubwa, cha kwanza kabisa, kuna uhusiano kati ya matumizi ya dawa za kulevya na vinasaba. Wapo watu tu kwa bahati mbaya wana vinasaba ambavyo vinachochea, ni vinasaba chochezi katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa mfano kuna vinasaba vinavyoendana na ugonjwa unaoitwa skizofrenia, ugonjwa wa akili ambao moja kwa moja watu hawa pia wanaonekana wana ongezeko kubwa sana na utumizi wa dawa za kulevya. Halafu ya pili katika masuala ya ya vichocheo vya kijamii, na katika vichocheo vya kijamii kikubwa hasa ni aina ya malezi ambayo mtu anakuwa anayapata, kama unaishi katika familia ambayo watu wanatumia au katika jamii ambayo ki matumizi ya vilevi ni jambo la kawaida, ni rahisi mtu kutumia dawa za kulevya ikiwemo pombe na, na, na vingine. Lakini la tatu ni vichocheo vya kisaikolojia hasa watu wanapopata matatizo kama msongo, na kuna tatizo kubwa sana la msongo au maumivu utotoni, naita uh, childhood adverse, uh, adverse, uh, childhood experiences watoto ambao wameupitia sana ukatili utotoni. Kuna wakati ambapo mtu huwa anapata hisia ngumu, anapata simanzi, anajisikia hali ya wasiwasi, na anaishia kwenda kutumia vilevi. Tafiti zinaonyesha kuwa katika hii mtu aliyepitia magumu mm, utotoni. Hawa watu tunasema wamebakwa, watu ambao wananyanyaswa na kupigwa kupita kiasi, ikiwemo hata upigaji kupita kiasi shuleni, ikiwemo upigaji wa kupita kiasi wa wazazi. Vyote mm, hivi huwa vinachochea hali ya hisia ambayo baadaye inapelekea watu kuanza kutumia vilevi hivyo. Kwa hiyo tunapoishi katika jamii yenye ukatili gharama kubwa tutakuja kuilipa baadaye ni kuwa na ongezeko kubwa la watu kwenye matumizi ya vilevi. Alafu la mwisho ni upatikanaji wa vilevi vyenyewe katika jamii ambayo ni rahisi kupata pombe basi watu watatumia pombe. Katika jamii ambayo ni rahisi kupata bangi watu watatumia bangi kiurahisi ki, ki, ki na kama aa, jamii yetu heroini ikana kirahisi, basi utumiaji unapelekea una, una kuwa huko na kubwa zaidi. Katika hili la jamii na urahisi pamoja na hali mingine yote tulikuwa nayo, tunazungumzia pia watu wa rika lako wana nafasi kubwa sana ya kwenye kuchochea kwenye kutumia au kututumia vilevi tofauti tena. Wazazi wazazi watashiriki wata zaidi katika hatua za awali za malezi, na ndio wao wanaweza wakawa chanzo au wanaweza wakawa ulinzi pale wanapokupa malezi bora utotoni. Wanapofika kijana walikabarehe, wenzio yani marafiki ulio nao, vijana unaoshinda nao, mazingira unayokuwepo hayo pia yanaweza akachochea kwa kiwango kikubwa. M, sawa. Uh, Dr. Omar Saidi Buguyu, tunakushukuru kwa kutupatia uwanja mpana wa kutuelezea mm. Yani unajua, Marco mii, kuna vitu ambavyo nilikuwa sifahamu uh, kwamba pombe nanyewe pia ni dawa za kulevya, lakini pia hizi dawa za kulevya ambazo zimehalalishwa mm. Alafu kuna zile haramu n, yani ambazo uh, zimepigwa marufuku kwenye matumizi hapa nchini kwetu Tanzania. Sasa, sasa mi moja ya kitu ambacho amekieleza Dr. Omar, ambacho natamani na kufahamu e, pengine hali iko vipi katika vichocheo hivi ambavyo umevitaja, umetaja vinasaba, umetaja uh, jamii ambayo ina inamzunguka mtu inaweza ikawa ni kichocheo cha yeye kutumia dawa za kulevya, lakini pia masuala ya kisaikolojia ikiwepo unyanyasaji pamoja na ukatili pamoja na upatikanaji katika hivi vyote ni jambo gani kati ya haya mambo manne ambalo lina lina lina linachochea kwa kiwango kikubwa mtu atumie eh, dawa za kulevya? Vichocheo vya kimazingira ndio vinachochea kwa kiwango kikubwa zaidi, na vichocheo vya kijamii na kimazingira, hii swala la ukatili na upatikanaji ndio hmm, vichocheo vikubwa zaidi. Katika familia ambayo watu hawatumii vilevi agarabu unawapata watu wachache sana katika familia hizo wakiwa wanatumia. Katika familia ambazo watu wanatumia vilevi ni rahisi. Hii inaonyesha upatikanaji unakuwa mkubwa, lakini familia za watu wanaotumia vilevi hata wanaotumia pombe tu, pia tafiti nyingi zinaonyesha kwamba ukatili pia ndani ya familia hizo unakuwa mkubwa mm Hmm. na ile neglect kumwacha mtoto kumtelekeza watoto, ambayo kwa mtoto kutelekezwa pia ni sehemu ya ukatili, hiyo utaona ni mzunguko familia zinazotumia vilevi, familia zinazoongeza upatikanaji, ndo hizo hizo familia ambazo zinakuwa zina ukatili mkubwa. Familia hizi pia zikuwa zinakumbwa na ufukara unaokithiri una, kwa hiyo ni mzunguko. Kwa hiyo vichocheo vya kijamii na vile vya kisaikolojia ndivyo vinachochea zaidi kuliko vichocheo vingine vyovyote. Sawa, so, nah, Uh, Marco mh, pia tumeungana hapa na Dr. Idi Pungu, yeye ni mratibu wa afya ya akili kutoka wilaya uh, ilemela jijini mwanza d idi habari asubuhi nawe pia hapa kutoka wilaya ilemela jijini mwanza zuri ndugu mtangazaji habari ya kwako salama kabisa salama. karibu katika mazungumzo yetu haya na tumaini na umepata nafasi pia ya kumsikiliza d omari saidi ubuguyu kutoka wizara ya afya alikuwa akitupitisha katika uwanja mpana kabisa kuhusiana na dawa za kulevya uh, kwa upande wa wilaya ilemela jijini mwanza uh, ni yapi ama ni matumizi gani ambayo yanaonekana kushamiri hasa katika upande wa hizi dawa za kulevya licha ya kutajwa kama, kama pombe uh, kutajwa kama chai hali kadhalika imekuja kutajwa kama yale ambayo yamepigwa marufuku nchini kwetu Tanzania mm. masuala ya bangi kama ni mirungi, vitu kama hivyo, kwa wilaya ile mela, kipi ambacho kinakuwa kinashamiri? Karibu Dkt. Idi. Asante sana ndugu mtangazaji, katika hali ya kawaida Uh, hizi dawa za kulevya ambazo miongoni mwazo amezungumza Dkt. Saidi hapo ni hizo hizo. Tunazo kahawa, watu wanakunywa kahawa, lakini hawachukulii kama ni miongoni mwa madawa ya kulevya. Sasa katika wilaya yetu kahawa imeshamiri sana, bange imeshamiri sana, watu wanavuta sigara, watu wanavuta sana, pombe watu wanakunywa sana na bangi pamoja na hivyo, hizo zingine, heroin cocaine. Sasa vitu hivyo vimekuwa changamoto sana katika wilaya mpaka eh, manispaa mpaka jiji kwa ujumla. Sawa. mm -hmm. Uh, watu kahawa, yani mimi najua kuna mazingira ambayo tunaona kwamba ni kawaida, unakuta mbibi ama mbabu kijana, yani kwa kwa kwa, nanilia kwa, kwananilia pale tukapata kahawa zile kumbe na zenyewe ni dawa za kulevya, lakini ambazo hazijapigwa marufuku hiyo. E, ni dawa ni dawa za kulevya ambazo ha, tunasema sio, uh, hazijapigwa marufuku kwa mujibu wa, wa sheria za nchi yetu, lakini ni, ni, ni, ni vitu ambavyo vina addiction. mtu akinywa kahawa akishakuwa mraibu wa kahawa hawezi kukaa siku ikapita bila kunywa, na asipokunywa anakuwa yuko very depressed, anakuwa anapoteza concentration atakulalamikia kichwa kinauma. Kwao hata kama atasafiri kutoka sehemu A kwenda sehemu B akiwa mgeni kabisa wa mazingira, cha kwanza akifika, atatafuta kijiwe kinachouza kahawa kwao. Kahawa ina urahibu. Sawa, sasa inakuwaje kwamba hizi kahawa lakini pia hata pombe, Dr Omari hapa alizungumza, yani hazipewi uh, nafasi kwamba jamani, hivi tunakuelekea huku, si sehemu nzuri, matokeo yake tunakwenda kwenye bangi, heroini na, na mirungi na vitu kama vingine mm. Hivi kwa nini na huku tusibakie? Kwa mtazamo wenu tu, unaona ni nini? Tukianza na, na Dr Idi alafu baadaye uh, tunakwenda kwake Dr Omar. Kwa, uh, kwa mtazamo wangu mimi nikiitazama ni vipaumbele ambavyo watu wamechukulia wanaangalia yale matokeo ya kijamii sana, waangalie matokeo ya kimwili, kiafya, mtu anaathirikaje. Ungelikuwa kwa mfano serikali na jamii nakuja mpaka mahospitali kupiga picha, kuona mtu aliyepata aliyeathiriwa na pombe ameathirika kiasi gani amepata kimwili tukasema amepata hepatomegaly ini limeshazofika limesha umizwa limejazwa limejaa mafuta, utendaji kazi wake ndio unaharibika. Huyu mtu anaelekea kupata magonjwa ya kimwili kama liver cirrhosis na mengineo, ini, figo. Hapa watu wangekuwa wameona, ladhani wangesimama kwenye pombe, kuipiga marufuku kwa kiwango kikubwa, sababu pombe watu wengi wanaathirika sana na pombe watu wengi wanaathirika sana na sigara, lakini kwa sababu watu hawaendi moja kwa hawatazami haya madhara kimwili, pia kiafya ya kimwili wanatazama kijamii. Ndio maana wameilenga sana cocaine, heroin, bange, kwa sababu mtu akisha tumia heroin akawa mraibu, matokeo yake huyo mtu anakwenda kuonekana kwenye jamii kwamba ni useless. hana uzalishaji wowote katika katika jamii hana ule uwezo wa kuweza aidha kupambana zaidi ya kuweza kuiba na kuathiri na kudhuru, lakini hamwangalii kimwili anaathirikaje? kwaonge angalia yake mwili anavyoathirika, ya ingepelekea kuzuia na kupambana kama anavyopambana kuzuia heroin na cocaine. Sawa. Uh, Dr Omar, kabla sijamruhusu mwenzangu uh, Marco hapa, kwa upande wako uh, kuhu mgawanyo wa dawa kuwa haramu na halali kumeangalia kitu kinaitwa addiction potential, uwezo wa dawa ya kuchochea mtu kuwa mraibu. Ukitazama kahawa, kwa mfano, matumizi yake ni mm. arabu mtu anaweza akawa mraibu kwa kutumia tu kikombe ki, kimoja kijiko kimoja cha kahawa na alkadhalika. Uh, matumizi ya chai ni ngumu sana mtu kwa kupata uraibu katika katika hivyo. Lakini cha pili, ukiondoa ile uwezo wa mtu kufanya uraibu, ya pili ni madhara ya moja kwa moja unaweza kuyapata kutokana na kutumia aa, vile vile. Sasa zile narcotics zina ambazo dawa za kulevya zina classification zina makundi tofauti tofauti. Kuna makundi haya aa, ambayo yamepigwa marufuku kabisa, moja, kwa sababu hiyo ya addiction potential ipo kubwa. Mtu anayetumia heroin anahitaji wiki mbili tu kufika katika uraibu na utegemezi wa hali ya juu, ahitaji kitu kingine chochote, kuwa kama utegemezi wa haraka na utegemezi katika hilo, unaendana na madhara mengi ikiwemo na afya ya mwili, afya ya akili, lakini uraibu ambao unaharibu kabisa maisha ya kijamii kwenye vitu kama pombe. Ukitazama uh, literature kwa miaka mingi tu zinaonyesha unapotumia pombe kwa uniti moja kwa mfano, ni nadra kuweza kuathiri figo yako, kuathiri chochote katika mwili, kwa sababu mwili una uwezo kuitakatisha pombe ya uniti moja. Nikisema unit moja ni kama unapozungumzia chupa moja ya bia ya yenye ujazo, chupa mbili za bia zenye ujazo wa mililita mia tatu au mpaka mia tatu hamsini na zenye alko percentage yani ile, tatu au paka tatu nukta tano Hii itakuwa ndo uniti moja kwa ukinywa chupa mbili za bia zenye ujazo wa mililita mia tatu na hamsini na na no, nafikiri profesa uh, Uh, janabi siku moja alizungumza, afu watu wakawa wanafanya kama masiara kwamba unaambiwa unywe bia moja alafu saa moja taratibu. Maana yake mwili una uwezo kutakatisha inapoingia taratibu, ukizidisha hapo ini lako halina uwezo wa kuitakatisha. Ndio maana tunasema beyond, yani zaidi ya uniti moja kwa siku ni hatari kwa afya yako, kwa sababu mwili utashindwa kuwa na mekanizmu ya kutosha ya kuweza kuitoa hicho uh, kiasi cha ziada, na kile kiasi cha ziada ndicho ambacho kinaweza kuleta madhara, kuongeza mafuta ndani ya ini lako, lakini pia kuathiri maeneo mengine ya ini. Kwa hiyo madhara yalizingatiwa wakati uh, zinakuwa zinawekwa kwenye makundi. Sasa pombe, kwa kuwa ina uwezo wa kutumika na ina uwezo wa kuikontrol kwa sababu wanaokunywa watu pombe ni wengi kuliko ambao wamefikia katika uraibu wa pombe, kwa hiyo kuwa jamii inaweza yika, yika, ikazizuia basi kuingia katika daraja la, la levi haramu. Lakini zipo pombe haramu, kwa mfano gongo ambazo zimetengenezwa majumbani, zinafanana kabisa na, na konyagi, kwa maana ya kila kitu, ndio hicho hicho, uzalishaji kila kitu. Lakini pombe zinazotengenezwa viwandani, uh, pombe inapotengenezwa kuna vitu kimoja, ndio kemikali yenyewe ndio inaolevesha, inaitwa ethanol. Katika uzalishaji wa ethanol wakati mwingine zinaweza zikazalishwa impurities methanol kama kiambata ndani ya uzalishaji wa, wa, wa pombe. Unapozalisha konyagi kwa mfano, pombe aina ya yenye spirit kama konyagi, samani inataja jina la brand ya watu kama, kama hiyo, maana yake zingeweza kuzalishwa zote, lakini kwa sababu ya process inafanyika kwenye kiwanda, kuna uwezo kuondoa impurities zote, na kwa hiyo unachoenda kuipata unaipata ethanol ikiwa salama anawezalisha gongo mtaani hana uwezo wa kuziondoa hizo impurities, kwa maana ya taka zingine zinazoambatana kwenye uzalishaji. Na ndio maana kuna wakati mtoto anasema wamekunywa gongo afu wakapofuka, wamekunywa gongo wakafa, kwa sababu hauwezi kuzitakatisha zile. Na hiyo moja kwa moja ikawa ni pombe haramu kwa sababu kuna madhara makubwa na unaweza kuhatarisha uh, maisha ya watu. Kwa hiyo hizi ndio zilikuwa miongoni mwa sababu za kuziweza kuzigawanya ile halali, ile haramu. Lakini makubwa ni hayo madhara ambayo mwanadamu anaweza kayapata pale anapotumia. Na baadhi ya vitu hizi kemikali ambazo tunazisema ni haramu uh, zinatumika katika dawa za hospitali. Na kwa maana ile ile kwamba zinaweza zikatakatishwa zikatengenezwa katika dozi ambayo uraibu unakuwa uko chini, lakini pia zikatolewa katika mnyororo ambao una udhibiti. Kwa hiyo uharamu wake si kwamba kiingia tu itakudhuru, isipokuwa utakapoitumia vibaya itakudhuru, na inahitaji udhibiti, na ndio maana kaekwa haramu na halali ili kuongeza udhibiti wa matumizi yake. Sawa. Uh, Marco, mimi nataka nifahamu jambo moja pia hapa, tunaweza tukashauriana mm. Kabla ya kuenda kupata mapumziko mafupi uh, mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia watu ambao wanasema amekutana na, na, wanasema msongo wa mawazo kama alivyozungumza mwanzoni hapa Dkt. Omari anabidi kwamba kwamba aende sehemu kama bia, atakunywa bia hata nane tisa, yani mpaka ile atoke chakari, kisa ana msongo wa mawazo mm. Katika mazingira kama haya Dokta Umari pamoja na Dokta Idi, tunawezaje kuwasaidia watu kama hawa ambao wanasema kwamba wakipata msongo wa mawazo ama wakikutana na changamoto yoyote, basi wanabidi wakimbilie katika pombe, inakwenda sehemu zao kama kutuliza mioyo yao kukutana na changamoto. Kwanza unajua, ukisoma definition ya afya ya akili inasema ni uwezo wa mtu kuhimili hisia uh, uh, utambuzi na ufahamu na anaweza Kukabiliana na changamoto katika maisha na uwezo wake wa uzalishaji. Swali la uwezo wa kukabiliana na changamoto linasimama katika eneo la afya ya akili. Msongo wa mawazo ni miongoni mwa changamoto. Msongo wa mawazo sio tatizo la afya ya akili. Sio, si ugonjwa wa akili lakini ni tatizo au changamoto katika masuala ya afya ya akili. Na msongo unapokuja, mtu ambaye ana afya imara ya akili, mtu mwenye resilience, mwenye ustahimilivu Tua, imilivu, siyo, siyo uwe sana, uwe imilivu, ana uwezo mzuri tu wa kukabiliana naye, lakini sasa ustahimilivu ule sio sio natural kwamba huyu atakuwa mstahimilivu sana, huyu mstahimilivu kidogo. Ustahimilivu unatokana na malezi, na nikizungumza malezi simaanishi tu kwamba baba na mama yako, lakini nazungumzia na jamii kwa ujumla, namna na ambavyo hatua tunazitumia katika jamii yangu, edha kile kikundi kikundirika au familia au ukoo kwa ujumla au kabila letu namna ambavyo tunaweza kukabiliana na changamoto tunazokutana nazo. Sasa, watu ambao wana mbinu uh, nzuri za kukabiliana na changamoto wanaweza wakapita katika changamoto bila kutumia ya vilevi. Mbinu uh, zinaweza zikawa msaada wa kisaikolojia au social capital, namna jamii yako inaweza kuja kukusaidia kwenye kulipitia tatizo lakini zipo mbinu ambazo sio sawa, mbinu sio stahili. Unapopata changamoto alafu unakimbilia kwenye kilevi, hiyo sio mbinu sahihi, na madhara yake inakuwaga makubwa, kwa sababu warahibu wengi sana walianza hivi hivi kwamba nilikuwa na msongo wa mawazo nikaanza kutumia pombe alafu, nikajikuta ni, ni, kwamba naendelea na matumizi ya pombe. Ni kughailisha tatizo, kwa sababu wakati unatumia pombe, ni kweli umefisha uwezo wako wa ufahamu na kwa hiyo lile jambo linakuwa likusumbui kwa sababu uwezo wa kutafsiri mambo kwa wakati huo ume mdogo. Unakunywa mpaka uwezo wako wa kutafsiri mambo uwe mdogo, ndio lengo lako. Kwa hiyo unasahau <laughs> pombe ikiisha, akili yako inarudi pale, pale pale, uwezo wako wa kutafsiri mambo unarudi tena vile vile. Kwa hiyo kila wakati unazunguka, na ni rahisi sana kuingia kwenye hali hiyo. Kwa kuzungumza tu kwamba mtu anayepata changamoto ana njia mbili tu, moja kurudi katika uh, misingi ya support ile katika family lakini la pili kukutana na wataalamu. Tuna wasaikolojia wengi tu sasa hivi, nchi yetu ina zaidi ya wana saikolojia elfu tano uh, katika nchi hii ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kutoa huduma hizi. Sawa, ntatamani ta, baadaye kuja <coughs> kusikia namna ambavyo umezungumzia swala la jamii eh, namna ambavyo inatulea ina msaada mkubwa sana wa kukuimarisha okay. Wewe pale ambapo unapitia <coughs> changamoto usione kwamba Uh, pombe ama dawa fulani ndio suluhisho, suluhisho. Natamani kuja kusikia jamii uh, inatakiwa kutulea ku vipi. Uh, inaweza kuwa sisi pengine tumeshavuka huko kwenye kulelewa, sasa hivi tunaweza kujiamulia kwamba nitumie kipi ili niwe, niwe sawa. Kwa jamii ambayo bado tunawalea watoto wadogo, tunatakiwa kuwalea vipi ili waimarike pale ambapo watapitia changamoto wasione kwamba uh, matumizi ya dawa fulani ndio suluhisho. Sawa uh, tutarudi kwao baadaye baada ya kuenda kupata mapumziko, lakini pia msikilizaji, utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kututafuta kupitia namba 0753924514, hali kadhalika 0786111384. Pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia namba 0692573615. Kuna mambo mengi sana utakuja kuyasikiliza hapa baada ya kupata mapumziko mafupi, lakini pia hili ambalo Marco Pastori ameweza kuliuliza jamii na nafasi gani katika swala zima la kuhakikisha kwamba inatusaidia ama inasaidia wale ambao wanajikuta wamepitia katika changamoto na wasiweze kuingia katika matumizi ya vilevi. Nimefurahi hapo kusikia kwamba hmm, nimepata hamasa kwamba unapokunywa unakwenda kufanya ubongo wako ama ufahamu wako urudi kuwa mdogo sana ushindwe kufikiria. <laughs> <laughs> Yani hiyo ni nani, volume imepunguza <laughs> sauti ili usisikie, alafu baadaye utakaporudi, unaongeza volume tena wa volume tena wa volume tena.